Sijida ya kushukuru. Uislamu umemwamuru binadamu kumsujudia Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru kwa jambo la kumfurahisha. Abubakar kama anavyopokea kutoka Mtume, rehema na amani zimfikie yeye, kuwa akijiwa na jambo la furaha au akabashiriwa nalo, alikuwa akipomoka kusujudu akimshukuru Mwenyezi Mungu. Na katika sijida ya shukurani Muislamu atapiga takbiri kabla ya kupomoka kwa kusujudu na atasema Subhana rabbi al ala, yani kutakasika na kwa mola wangu aliye juu, wa na msifu mola wake kwa neema alizomneemesha. Kisha atainuka kutoka kwenye sijida yake bila ya kupiga takbir wala kupiga salamu. Sijida ya kisomo. Pia Uislamu umeweka sijida ya kisomo pale mwenye kusoma Qurani anapopita kwenye aya yenye sijida, au ndani ya swala au nje yake. Imepokewa na Ibnu Umar radhi za mola ziwe naye akisema, Mtume alikuwa akitusomea sura yenye sijida na kusujudu na sisi tukisujudu. Na kabla ya kusujudu, anayesoma au anayesikiliza atapiga takbira, na kisha aseme katika sijida: subhana rabbil aala, yani kutakasika wangu na kwa mola wangu aliye juu. Naombe kwa kusema, uso wangu umemsujudia aliyeumba na kupasua sehemu za kusikia na kuona kwa uwezo wake na nguvu zake, na aseme ewe, Mola, niandikie thawabu kutoka kwako kwa sijida hii, na uniondolee kwayo dhambi, na unifanyie mimi kwako ni mteule, na uitakabalie sijida hii kama ulivyomtakabalia mja wako Daudi. Kisha atapiga takbira na inuke kutoka kwenye kusujudu akiwa yuko katika swala, na akiwa hayumo kwenye swala atainuka bila kupiga takbiru wala salamu. Na wanavyoni wameamua kwamba msafiri akisoma aya ya sijida akiwa juu ya kipando atashuka asujudu sijida ya kisomo. Ikiwa ni vigumu kwake kufanya hivyo, atasujudu kuashiria kwa, kwa kichwa chake na pia wamesema kwamba mwenye kusoma akiikariri aya ya sijida itamtosheleza kusujudu mara moja. Na yataka ijulikane kwamba mwenye kusoma akiwa hakusujudu hata hatasujudu mwenye kusikiliza, kwa kuwa yeye anamfuata yeye katika kisomo. Kadhalika, mwenye kusikia aya ya sijida bila kukusudia, kama vile mpita njia, basi hatakiwi kusujudu vilevile. Vile wamekubali wanavioni kwamba si makosa kusujudu sijida kisomo katika nyakati zilizokatazwa kuswali.